Uchaguzi unaanza kwa watu kufanya nini? Kujiandikisha. Wakati wanapiga kelele wao ya no reform, Dar es Salaam wamejiandikisha watu maelfu, mpaka wao imebidi tume iwaongeze siku, maanake wanamwambia yule, no reform, achana na maneno yako, sisi tunataka kupiga